Hatutakubali hiyo ikipita, tutakunia State House mapu mingi, mutatuua. Hiyo mambo ya Finance Bill tunakataa. Mwisho nataka niambia Rigati Kashagwa, wewe huko sawa kwa sababu Ruto alisumbuanga Huru Kenyatta, we pia msumbue sumbua aye kabisa, na Ruto akileta mchezo Kashagwa ulikuwa ndio na unajua, yeah, yeah, yeah. Kazi ya dio ni nini? yeah, yeah, yeah. Unajua kurusha bunduki yeah, yeah. Chukua pisi weka kwa mfuko taimu yeye pika ekstasi fadhali, ukajia hiyo kitu. Atuwezi kuwa na rais mwenye anatembea tu arizim kila wakati ametembea kila wakati anatembea kila wakati, wakati anatembea bwana, enough is enough. Yes. Yes. Mimi najua mtaongea sana, hatu mtoto ni mgonjwa na ninaongea hata mama yako akikufa lazima utakula. Hata mtoto wangu akigonjeka aita nizuia kutetea wa Kenya. Niko hapo kwa niaba ya Wakenya na ninaongea kwa niaba ya Kenya, naongea kwa niaba ya maisha ya kawaida ya mtu. Nataka kutoa oda. Kuna nyumba pale Riverpark atuyo jamaako na pesa sana ameenda kwa koti hiyo nyumba isiangushwe. Nataka kutoa oda, hiyo nyumba ianguka chini haraka haraka iwezekanavyo.